ndo kazi no za Samia hizo, mtu nafikiri kila hivi hivi hapo chini hapo

meneja yuko wapi? Kati ndio hili lakini yeah. Kama tuviweza changamoto mwanzuni, changamoto ya maji kutoka kwa leo, chanzo kimeziba kwa maana vua ilionyesha jana mpaka sasa huko mm, kenye mefukuaji ya maji